Tabia ya udokozi tabia ya wizi imekuwa ni kawaida sasa hapa nyumbani, na of course hii imekuwa kama fashion, watu wanaoibia sana wenzao, na kiukweli kimaadili hii sio tabia nzuri kabisa. Kupitia ukurasa wa Instagram wa star wa filamu hapa nyumbani Tanzania, anamzungumzia Vincent Kigosi ama Ray, ameposti na kuandika, uwanja wa kimataifa wa Dar es Salaam, Julius International Airport, kuna tabia mbaya sana ya kuiba vitu vya abiria vilivyopo kwenye mabegi yao. Wiki iliyopita mliniibia raba pamoja na perfume. Sasa swali langu ni moja tu kwa nini uongozi hamwachukulia hatua kali hawa wafanyakazi wenu wenye tabia ya udokozi wanaotaka kuharibu sifa ya uwanja wetu wa kimataifa? Kuna muda nikawa najua labda nchi jirani ndio wanachukua vitu vyetu pindi tunapokuwa tunabadilisha ndege, lakini wiki iliyopita, wakati naenda Dubai moja kwa moja bila kubadilisha ndege sehemu yoyote, nafika Dubai nakuta raba hamna, perfume hamna. Hii yapendezi kabisa. Uongozi husika wa airport, ikemeeni hii tabia iishe mara moja, maana tumechoka kila siku kuibiwa vitu vyetu. Uh, star mwingine wa filamu hapa, mrembo huyu Aunt Ezekiel amecomment na kuandika, ni wezi sana kiukweli, mimi pia waliniibia. So tunaona kumbe, uh, kuna tabia ya wizi ambayo inaendelea pale. Vincent Kigosi ameibiwa, lakini pia Aunt Ezekiel ameibiwa. Kwako mwanafamilia wa SNS, katika ile ambalo muda huu nimekuelezea, una maoni gani? Achia maoni yako tuweze kuona unazungumziaje, lakini pia kikubwa ni kusubscribe hapa hapa SNS kwa taarifa nyingi zaidi. New chapter, masaa tofauti, kuwa karibu na matukio ya burudani Gossip, lifestyle, michezo na mengine ya kufurahisha kwa kujiunga na SNS Sparking Conversation.